Asalamu alaykum. Karibu Mapishi rahisi. Recipe yetu ya leo ni mkate wa mayai. Spongy, laini sana. I hope utapenda hii recipe na mtajaribu. Kama utapenda basi usisahau ku like video, comment hapo chini kisha na wenzako ili nao pia kufaidika. Kama ni pia subscribe na bonyeza kengele ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Kwenye bakuli utaweka kikombe kimoja mayai ambayo ni sawa na mayai manne makubwa ama matano madogo. Nusu kikombe sukari, nusu kijiko kidogo iliki. Utapiga na mashini yako mpaka if ifure na ibadilike rangi ikuwe nyeupe, ikuwe mara tatu yake. Kama navyoona kishakuwa kama hivi, iko tayari. Itachukua kama dakika saba. Kisha utaweka um, vanilla kijiko kimoja kidogo, lakini siyo lazima iliki ya tosha, lakini kama wapenda waweza ukaweka na vanila. Kisha utachanganya vizuri, alafu utaweka unga wa ngano kikombe kimoja. Kama wapenda sukari nyingi, waweza ukaweka mpaka kikombe kimoja kasorobo sukari. Unga wako utaweka kidogo kidogo, kama hivi unavyoona kwenye video, kisha utachanganya kwa kutumia whisk yako ama mchapo polepole pole. Kama hivi unavyoona kwenye video utachanganya polepole pole, ili usitoe hewa ambayo tumeweka kwenye mayai kwa sababu hatuweki baking powder kwenye hii recipe. Unga wangu nimeweka kwa mara nne kama mnavyoona, na sasa mchanganyiko wangu huko tayari. Nitachukua spatula nihakikishe kuwa unga na mayai yamechanganyikana vizuri, na pia nitachanganya kama vile nilivyokuwa nachanganya na whisk ama na, na na mchapo. Niko na baking tin ya 7 inch ya round, waweza kutumia ya 8 inch pia, kama wataka mkate um, yako isikuwe nene sana, utaweka mchanganyiko wako. Na nimepaka unga na siagi kwenye baking tin yangu ili tigande. Alafu naweka kwa juu zabibu, sio lazima. Kisha utaweka kwenye oven ambayo ume preheat like uh, kama 30 hadi 40 na moto ni 160. Waweza ukaioka kwenye moto wa chini peke yake kwenye rack ya katikati, 160 degrees Celsius, dakika thelathini hadi arobaini na keki yako itakuwa tayari. Kama haijapata rangi kwa juu, utawasha moto wa juu peke yake ili iweze kupata rangi. Na utatoa keki yako kwenye oven, utawacha ipoe kwenye bakuli kama dakika tano, kisha utaitoa kwenye bakuli yako uta, uta, na itakuwa tayari, utawacha ipoe na kama mnavyoona iko tayari kusave, ni very spongy. I hope mmependa. Asante kwa kuangalia, bye.